Nilichumbia wachumba wawili tu katika maisha. Kwanza nilifanya agano na Mungu na nikamwambia Mungu, sitachumbia binti yeyote kwa kumdanganya. Kuna ambao huwa wanapenda kudanganya na wanakuwa na wachumba kwanza. Unakuwaje na wachumba orodha? Unatakiwa kuwa na mchumba mmoja kwa wakati mmoja, takiwe kuwa na wachumba wengi Mwingine akaniambia pasta, e, ninakuwa nao wengi halafu ili nichague. No, chumba mmoja kwa wakati mmoja. Kwa hiyo nikamwambia Mungu sita, kwanza sitachumbia kwa kudanganya. Jambo la pili, nikamwomba Mungu nikamwambia kama nitafanya ujinga halafu nikampa binti yeyote mimba, nitaoana na huyo huyo kwa sababu sina mpango wa kuharibu binti wa mtu, kama ambavyo nina dada zangu na sipendi wafanyiwe hicho, mimi pia siko tayari kumfanyia mwingine hicho. Kwa hiyo nikaagana na Mungu haya. Kwa hiyo nikachumbia mchumba wa kwanza, na mchumba wa kwanza nikampa mchungaji, akaoana naye na mpaka leo ni mke wa mchungu, mchungaji. Bwana Yesu asifiwe na watu ninapowaambia wananiambia, ulikuwa humpendi? No, nilimwalika Yesu wakati huo, nilikuwa moto kweli kweli na nilikuwa na imani <laughs> jamani, Bwana asifiwe. Sasa mimi nilipochumbia mwaka 84. Kwanza nikamwambia e, tuna mimi nachumbia sasa hivi, lakini ninaoa mwaka eh, ninaoana mwaka e, themanini na nane. Miaka minne kuanzia sasa, uko tayari? Akaniambia niko tayari, okay. Uchumba wa wa kikristo wa Kikristo, ina maana uchumba wa Kikristo, sikuwahi si hata kumshika titi wala nini, hata siku moja. Bwana asifiwe. Nawaangalia nyewe vijana nyewe, wala kukaa naye mazungumzo ya usiku, sikuwahi hata siku moja. Sasa <laughs> Bwana asifiwe sana na nikatangaza. Unajua, nikiwa mtaa wa Manzese nikaongea na vijana nikawaambia, unapo unapochumbia au kuchumbiwa usifanye siri. Kwa hiyo unapochumbia na umeamua kabisa huyu ni mchumba, tangaza, shida iko wapi? Kwa nini ufiche kanisa? Kwa nini ufiche viongozi? Wakaniambia pastor <gibu> yaani ukitangaza humu ndani kanisani kuna wakina mama watakuvurugia uchumba. Sijui kama na Mwenge iko hivyo. Nikahamia wazo hili, waliniambia hilo hilo vijana nilipozungumza nao, wakaniambia ukishatangaza. <gibuana> Jamani, Bwana asifiwe. Napenda kukuhakikishia kwa jina la Bwana, ukitangaza na uchumba ukavurugika, mwambie Bwana asante, maana hakuwa wa kwangu. Ndio maana ya kumwalika Yesu e. Unaogopa nini? Kama ni wa kwako, hauwezi kuondoka, na uchumba hauwezi kuvunjika. Hakuna cha kwako Mungu alichokupangia, mwingine anayeweza kukizuia, haiwezekani. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa kwa hiyo nikatangaza. Enos e, nikatangaza, utangaze hata wengine wakishindwa. Chindo wa wee, kama mzee wa kanisa, tangaza. Bwana asifiwe, na mashauri kwa hiyo nikatangaza nikatangaza, na mchumba tuko naye hapo hapo kanisani. Kumbe kuna mama mmoja ni mke wa mwinjilisti, na yeye anatamani aolewe na mdogo wake, na mdogo wake anasomea uchungaji na kaka yake pia ni mchungaji <laughs> lakini sasa hakusema na mimi, sijui sasa ule mwaka nikaenda kwenye mji mkuu wa mkoa fulani, ilikuwa ni kanda hiyo ya kaskazini mashariki, na nimeenda kikazi, nilikuwa nafanya kazi ardhi. Nilipofika kule, yule kaka mtu akanikuta kwa mwinjilisti, akamuuliza mwinjilisti, wa vitabu huyu umempata wapi? Akasema ni rafiki yangu. Akasema huyu hatakaa kwako, atakaa kwangu, maana mimi ni ndugu yangu na kweli tuna undugu. Kwa hiyo akanichukua saa hiyo hiyo, nikaenda kukaa kwake wiki moja na nusu. Na sisahau hiyo wiki moja na nusu katika maisha yangu, sisahau kwa sababu mambo mawili makubwa yalifanyika. Jambo la kwanza, ile wiki moja na nusu ilipoisha, ndipo nilipofanya maamuzi ya kuacha kazi serikalini na kuingia kwa kazi ya uchungaji bila kuambiwa na mtu neno lolote. Lakini wiki moja na nusu hiyo ndio niliyompa mchungaji mke. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ile wiki moja na nusu nilipokaa hapo, siku moja akaja sasa yule ambaye ndiye anatakiwa awe na huyo mchumba, na wakati huwa anasomea uchungaji. Mimi sijui hili wala lile, tunalala chumba kimoja. Kwa hiyo siku moja akaniuliza e, unatokea sehemu fulani, nikamwambia ndio Akaniuliza, unafahamu binti anayeitwa fulani? Kumbuka ni ndiye mchumba wangu. Unafahamu? kwa hiyo unaulizwa habari za mchumba wako, unafahamu binti anayeitwa fulani? Nikamwambia namfahamu sana. Akaniambia unamwonaje? Nikamwambia kwa macho ya kibinadamu anafaa. Akaniuliza nikitaka kuwasiliana naye nifanyeje? Kwa hiyo yeye ameshaambiwa huyu binti, lakini amechumbiwa na fulani. Kwa hiyo anasubiri mimi nimwambie ni mchumba wangu, mimi sijui chochote nikamwambia unataka kuwasiliana naye, andika barua nitakupelekea. Yaani, unamwambia mtu aandike barua umpelekee mchumba wako aposwe wa naye Bwana asifiwe, namshangilia Bwana hakuwa wa kwangu. Akaandika barua, na mimi kwa mkono wangu nikampelekea mchumba wangu barua ya kuposwa na mtu mwingine. Bwana asifiwe. Na kwa uaminifu, sijui chochote alichoandika, sikuifungua ila ninajua ni ya kumposa. Kwa hiyo akaposwa, tukakaa, tunaendelea na uchumba, themanini na nne, themanini na tano, themanini na sita, yule binti akaenda, alikuwa anasoma, amemaliza, akaenda kaanzaanza kazi, lakini akaenda huko, sitaki kupataja ili msije mkaangaika kuanza kufuatilia. Kwa hiyo akaenda huko, unajua nimesha sahau kwa sababu sikuliweka kichwani kabisa. Sasa alipofika kule baadaye, nikashangaa siku moja ametumwa mtu kutoka huko, ni mkoa mwingine, mimi niko mkoa wa Tanga. Kwa hiyo akaja, akaniambia, bwana, nimetumwa. Ehe, umetumwa na nani? Na fulani, ndiye mchumba wangu. Anasemaje? Anasema kuna mtu anamsumbua, kwa hiyo yale mambo mliyopatana ufanye haraka ndio, nikakumbuka ni yule e, ni yule mchungaji <laughs> nikaambia, kamwambie huu ni mwaka 86. Nilimwambia mwaka 88, kwa hiyo bado miaka miwili. Kwa hiyo yeye mwambie aende, mimi bado hata hivyo, si tumeliombea, mi tayari, hata hivyo, si nikipimo <laughs> kwa hiyo akaenda, akampa taarifa. Kakaa miezi miwili akamtuma tena. Kwa hiyo akaja na ujumbe ule ule, akaniambia bwana, nimetumwa tena, anasema fanya haraka. Nikamwambia kamwambie msimamo wangu ni ule ule aende, mimi bado. Basi mwaka ule ule, mwisho wa mwaka, siku moja, saa moja na nusu usiku, nilikuwa kanisani tuko na mwinjilisti hapo tuko watu watatu, tunaongea kwa kelele kabisa. Baadaye nikashangaa yule, yule mchungaji akaingia. Kumbe ndio wako safarini wanaenda kujitambulisha kwao binti, kwa hiyo wamepita walale kwa mwinjilisti. Kwa hiyo akaingia peke yake, mimi sina hili wala lile kwa sababu nilisha sahau. Alipoingia tukasalimiana pale, tulipomaliza akasema nimekuja na mtu yuko hapo nje, ila amesema kajiru ndiye akamuingize. Na akili hapo bado haijaja, sikuweza kuunganisha haraka haraka, sikujiongeza kabisa. Nilipotoka nikakuta ni aliyekuwa mchumba wangu, maana sasa hivi sio wa kwangu, saa hiyo sio wa kwangu, si wanaenda kujitambulisha ni. Tukasalimiana nikamuliza, we ndio umesema nikuingize? Akasema ndio. Nikamwambia ingia, kwa hiyo tukaingia tulipofika ndani akasalimia, akasema, jamani, naomba faraga na huyu. Tukapewa faraga, akaniambia, sijui nianzie wapi. Nikamwambia mimi nitakusaidia pa kuanzia, nikamwambia, jambo la kwanza, ile barua ya kwanza niliyokuletea mimi ndio nilimwambia aandike, nikamwambia, jambo la pili mimi bado miaka miwili. Jambo la tatu, huyu ni ndugu yangu, nenda kwa amani, tupige magoti tuombe. Tukaomba umesha maliza, mkamrudisha huko, na ni mke wake mpaka leo. Bwana asifiwe.